Hakika naona wenzangu wanafungiwa, mara wengine wamekamatwa, wamepelekwa central kweli mama Samia, hii ni haki bwana? E, katika sakata la wamachinga mkoani Kigoma katika soko la seremala, soko hili la nguo za mitumba pamoja na baadhi nguo za special, ambapo hapo majuzi Kanyuka TV iliweza kukuripotia habari juu ya kile ambacho wamachinga na wananchi kwa ujumla wanadai kuwa serikali inawatoza kodi kwa ilielezwa kuwa takriban elfu hamsini za Kitanzania hadi elfu themanini bila ya kujua mgawanyo wa pesa hiyo ni upi. Wanadai tutoe shilingi elfu themanini, hatuna elimu yoyote juu ya themanini ina, inaenda ina upande gani? Pia wananchi na wamachinga walidai kuwa walifanyiwa fujo na wanamgambo ta takriban 30 katika siku hiyo. Kanyuka TV, kufuatia taarifa hiyo kutoka kwa wananchi na wamachinga wa pale soko la seremala haikufumbia macho swala hili na moja kwa moja ofisi ya manispaa ya Kigoma Ujiji kwenda kuonana na afisa biashara wa manispaa ya Kigoma Ujiji, naye ni Muhammad Kiguga. Baada ya kuonana naye ofisini kwake, tulianza kumhoji juu ya swala hilo la utozaji wa kodi na ni kwa nini wamachinga hao walis, walishtukizwa naye akakiri kwamba elimu ilitolewa kwanza kama ambavyo baadhi ya viongozi wa soko hilo la seremala pamoja na wamachinga na wananchi kwa ujumla walieleza juu ya swala hilo la na wakaeleza kuwa kikao kilifanywa kabla ya tukio hilo. Sasa yeye ameeleza kama ifuatavyo. Kwa majina anaitwa Mohamed Kiguga, afisa biashara manispaa ya Kigoma Ujiji. Uh, hili swala tulianza kwa kutoa elimu tarehe 24 mwezi wa kwanza 2025 tulifika kwenye ofisi zetu za kata Katubuka, tukawaita na viongozi wa soko akiwepo mwenyekiti na katibu wake, tukawaambia wale wenye vibanda sasa wanapaswa kulipa leseni, na leseni yao ya biashara ni shilingi elfu hamsini kwa biashara za mitumba. Tukawaambia na wao watusaidie sisi, tulitoa elimu na wao watusaidie kutoa elimu, umeona. Tukakubaliana, sisi tulisema tunatoa wiki moja tulisema tunatoa wiki moja, wao wakasema wiki moja haitoshi, tuwaongezee muda. Tukasema tunatoa wiki mbili, lakini mpaka kufikia sasa ni zaidi ya mwezi mmoja umeona. Kwa hiyo tulikuwa tupo kwenye utekelezaji wa majukumu yetu na tunashukuru mwitikio ni mzuri. Mpaka leo, mpaka muda huu naongea, zaidi ya milioni kumi tumekusanya kwa muda wa siku mbili. Swali so, lingine lilikuwa ni kuhusu mgawanyo wa fedha hizo. Kuna baadhi ya wamachinga walitaka kujua je, takriban tunalipa shilingi elfu hamsini za Kitanzania na elfu themanini za fedha hizo, zinakwenda wapi? hatuna elimu yoyote jua hiyo themanini ina, inaenda upande gani? Sasa jibu lake ni kwamba shilingi za Kitanzania elfu hamsini ni kwa ajili ya leseni za biashara na hizo zingine ni kwa ajili ya masuala ya service levy, kwa nadhani wafanyabiashara watakuwa wanaelewa ambapo nasi tumeshuhudia makumi ya wamachinga wakiendelea kupata huduma hiyo ya ya kukata leseni na mambo mengine, lakini majibu yake ya afisa biashara ni kama ifuatavyo: mgawanyo elfu hamsini ni leseni ya biashara na 30 ni kwa ajili ya service levy. Na mwitikio ni mzuri kabisa. Ah, serikali haiwaonei. Umeona, na tulichokiona, changamoto iliyokuwepo hata viongozi wa pale wao, hata juzi walinipigia simu viongozi, wanasema ah, mmetushtukiza. Nikamwambia, wewe kiongozi ulikuwepo na hivi unavyosema, mimi nipo ofisini. Mwitikio wa watu ni mkubwa. Mpaka hivi sasa watu wengi sana wamelipa na hakuna naye lalamika. Yule ambaye ana changamoto tunamsaidia changamoto yake kama kupata tin number tunawasaidia wanapata tin number and then tunawapatia leseni zao za biashara. Na shughuli zinaendelea vizuri kabisa. Leseni ni kwa mujibu wa sheria. Leseni ipo kwenye PDF kiongozi. Yaani hatuna sehemu ambayo tunaweza tukaedit tukapunguza. Kwa nature biashara ambayo ipo pale soko la seremala kuna wafanyabiashara wa biashara za mtumba ambao wanalipia elfu hamsini Kuna yale maduka ya nguo za special na maanisha nguo za dukani wanalipa laki moja na hamsini. Hiyo, hiyo wengine walikuwa wamesema vitambulisho, kuna watu ambao nadhani alikuja ni mtu mmoja mwenye kitambulisho, lakini kile kitambulisho hakimzuii kuwa na leseni. Wito wangu kwa wafanyabiashara walipe leseni kwa wakati, wasisubiri heka, heka mpaka ukaguzi tuanze kusukumana, walipe kwa wakati, na wito wangu pia kama wana changamoto yote ya kibiashara wafike ofisini. Wafike ofisini, tutawasaidia. Hizi ofisi ni za umma, hizi ofisi ni za kwao, tupo kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Hii ni Kanyuka TV kwa habari za uhakika na matukio, usisite kusubscribe. Pia unaruhusiwa kuweka maoni yako hapo kwenye comment.